Kuna breaking news hapa kuhusu mipango miwili haramu inayofanywa na Samia Suluhu Hassan na serikali yake kufanikisha kinachoitwa maridhiano. Makala hii inatupia jicho mipango hiyo miwili, ambao mmoja unahusisha fedha na mwingine unahusisha kugushi aa, nyaraka aa. Kwa hiyo aa, hii makala inazungumzia masuala hayo mawili kwa hiyo tuanze na hili la kwanza, ambapo taarifa za kuaminika zilizofikia Jasusi TV zinaeleza kwamba kuna mabilioni yamemwagwa, na fedha hizo zimemwagwa kwa ajili ya kuwarubuni uh, watu mbalimbali, ili kwa upande mmoja washiriki katika hicho kinachoitwa mchakato wa maridhiano, lakini kwa upande wa pili watu hao wawe wahubiri kuhusu umuhimu wa maridhiano. Taarifa zinaeleza kwamba walengwa hasa ni kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema kwa sababu kama kuna kikwazo kikubwa cha hilo suala la maridhiano hadi sasa ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndio unaonekana kama na msimamo mkali wa kutoafiki kwa vyovyote vile kuhusiana na suala la maridhiano. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kwamba maeneo mbalimbali yameshafikiwa ikiwa ni pamoja na kwenye nyumba za ibada na viongozi mbalimbali wa dini ambao wameshapewa mgao wao na muda si mrefu mtaanza kusikia mahubiri ya kuhusiana na umuhimu wa kuridhiana, na kwa lugha nyingine kupigia debe hayo maridhiano. Kama mtakumbuka pia, katika hotuba yake ya kuaga mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kuukaribisha mwaka elfu mbili na ishirini na sita Samia aliongelea kuhusu hilo la maridhiano na kusema kwamba mchakato uko tayari na kwamba wananchi watashirikishwa kuhusiana na muundo wa hiyo tume ya maridhiano na vitu kama hivyo. Ukweli ni kwamba mipango karibu yote iko tayari na watu watakaohusika katika hilo la ma, maridhiano wameshabainika, lakini kikwazo kimekuwa ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kutokana na msimamo mkali wa chama hicho, na msimamo zaidi ambao unahofiwa ni wa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipasiliso ambaye kwa sasa yupo gerezani kwa takriban miezi tisa akiwa anatuhumiwa kuhusiana na uhaini. Hata hivyo, kuwepo gerezani kwa Mheshimiwa Lissu hakujaathiri sana msimamo wa Chadema kutokana na makamu mwenyekiti wa chama hicho ambaye ndio kama naibu mwenyekiti kwa sasa, Mheshimiwa John Heche, kwa hakika amekuwa akifanya kazi kubwa kuhakikisha kuwa chama kinaendelea kuwa na msimamo kama ulivyokuwa mwanzo. Hata hivyo taarifa hizo zinaeleza kwamba jitihada zinaendelea za kurubuni baadhi ya viongozi wa Chadema, na pengine kisichopendeza sana, inadaiwa kwamba na hii haijathibitika, kwamba angalau kiongozi mmoja mwandamizi wa chama hicho ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa hasikiki sana, inadaiwa kwamba amepitiwa na hilo fungu la fedha. Uh, jinsi gani ambavyo ataweza kujitokeza tofauti na msimamo wa chama chake haieleweki. Je, kama endapo fedha hizo zitasaidia, zita yeye kushawishi uongozi wa chama ili waweze kujitokeza hadharani na kuongea hilo, kwa kweli mpaka muda huu ni vigumu kufahamu, lakini naofuatilia kwa, kwa naufati, naoendelea. Mtakumbuka juzi tu hapa Mheshimiwa Heche aliongea na Watanzania na kueleza bayana msimamo wa chama, chao, wa chama chake yani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupinga hizi habari za maridhiano. Uh, kwa sababu kimsingi haya yote yasingetokea endapo uh, vilio vilivyotolewa huko kabla ya hiyo Oktoba ishirini na tisa kuhusu mwafaka wa kitaifa na kufanyia kazi changamoto mbalimbali zilizokuwepo ungezingatiwa, lakini serikali ya Samia Suluhu Hassan na chama cha Mapinduzi kwa ujumla walipuuzia kuhusu hilo. Sasa wakati uh, focus ipo katika hili swala la fedha, na kwa hakika inaelezwa kwama ni fedha ndefu ambayo imemwagwa mtaani pia kuna taarifa za kujaribu kumhusisha Mheshimiwa Lissu katika swala hili, lakini mbinu zinazotaka kutumiwa sio mbinu halali. Kwa upande mmoja, kumekuwa na jitihada kubwa sana uh, za Samia Suluhu Hassan kujaribu kumleta Mheshimiwa Lissu mezani. Uh, Jasusi TV imesha ripoti uh, mara kadhaa kuhusiana na matukio kadhaa huko nyuma, ambapo Mheshimiwa Lissu alitolewa uh, gereza la Ukonga na kupelekwa sehemu isiyoeleweka isiyofahamika kwa ajili ya kukutana na ujumbe kutoka kwa Samia Suluhu Hassan. Hiki kilikuwa ni hili lilikuwa tukio la hivi karibuni, lakini kulikuwa na tukio lililopita uh, miezi michache iliyopita, ambapo inaelezwa kwa Mheshimiwa Lissu alitolewa na kupelekwa kwenye kambi moja ya jeshi uh, kwenda kujadiliana naye kuhusiana na uh, kupatikana kwa muafaka, na hasa hoja ikiwa ni yeye akubali masharti ili aweze kuachiwa huru. Lakini kama unavyofahamu, Mheshimiwa Lissu ni mtu mwenye msimamo imara, mara zote alikataa uh, hayo matakwa ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kutokana na kuonekana kwamba uwezekano wa kumshawishi Mheshimiwa Lissu kukubali haupo, uh, kuna taarifa kuwa kuna mpango wa kugushi nyaraka, na mpango huo uko na taswira mbili. Moja inadaiwa kwamba kunachopangwa ni kutengenezwa mazingira kwamba kuna nyaraka ambayo imetoka kwa Mheshimiwa Lissu akiwaeleza Watanzania kwamba ili kuweza kupiga hatua na kutafuta mwafaka wa kitaifa kuna umuhimu wa kufanyika maridhiano. Hata hivyo nyaraka hiyo itakuwa ni fake, sio iliyotoka kwa Mheshimiwa Lissu mwenyewe. Kwa hiyo ni moja ya options zinazozungumzwa kwamba huenda zikatokea, lakini option ya pili ambayo ni ya hatari zaidi inadaiwa kwamba wanataka kutumia mabavu Yaani kumlazimisha Mheshimiwa Lissu asaini, na huenda tukio hilo la kusaini likawa limerekodiwa, halafu a, zikatolewa taarifa hadharani kwamba Mheshimiwa Lissu ametoa taarifa hii, au ikawa recorded kwamba yeye anadhani kwamba way forward, ili iweze kupata mwafaka wa Tanzania kupiga hatua, kuna haja ya kuwa na maridhiano ya kitaifa. Kwa hiyo, lakini hili la pili linakuwa na hatari kwa sababu litaumiza, litahusisha matumizi ya nguvu kwa maana ya kumlazimisha afanye kitu ambacho hakuridhia sasa. Kikisha fika huko mtaani, haitajialisha endapo Mheshimiwa Lissu watasema kuwa hicho kilichofanyika sio sahihi, hicho kilichofanyika sio cha kweli, kwa sababu kuna vitu vingi vinavyotokea vya kutengenezwa. Lakini uh, kukanusha hakusai, hakubadili ukweli kwamba kitu kile kimeshafanyika. Kwa hiyo mtu anaweza akakanusha. Mfano mzuri ni kuhusiana na kilichoikumba Chadema kuhusiana na wale wabunge wa kina Halima Mdee, uh, licha ya kauli za Chadema ikiwa ni pamoja na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika kwamba hakutoa ridhaa, hakusaini kitu chochote, lakini haikubadilisha ukweli kwamba akina Halima Mdee waliendelea na ubunge wao mpaka mwisho wa uhai wa bunge lililopita. Kwa hiyo kukanusha hakusaidii kubadili ukweli kwamba kitu kimeshatokea. Kwa hiyo endapo wataweza kufanikiwa kupata hiyo kauli au saini ya Mheshimiwa Lissu bila kujali wameipata namna gani au hata wakifoji, haitojalisha kwamba baadaye kunaweza kuwa na kanusho kutoka kwa Mheshimiwa Lissu mwenyewe kwamba kitu hicho sio sahihi, hakufanya yeye, lakini ni ukweli kwamba kitakuwa kimeshafika hadharani na pia hiyo inategemewa kwamba kwa namna moja au nyingine inaweza kusaidia mkakati ambao kumekuwa umekuwa na mikakati mingi sana ya kuidhoofisha Chadema. Sasa watu wengi wanaendelea kuiamini Chadema na msimamo wake. Kwa hiyo, ghafla ikitokea taarifa kwamba viongozi au chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimeamua kuungana na hao wanaopanga, wana mpango wa maridhiano, kwa kiasi kikubwa hiyo ita Kihari, itapoteza imani ya Watanzania wengi dhidi ya chama hicho, na hii ni moja ya mikakati ya CCM pamoja na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa hili la, la maridhiano sio tu kwamba linalenga kumrahisishia Samia kutawala hii utawala wake ambao wa kwa asilimia kubwa watu wanasema sio utawala halali, hakuingia madarakani kihalali. Lakini pia hata angekuwa ameingia kihalali, mauaji ya zaidi ya Watanzania elfu kumi yanaondoa uhalali wa uongozi wake. Sasa hili sio, sio kipaumbele kwamba iweze kumrahisishia wa uongozi wake. Kipaumbele kikubwa cha haya maridhiano ni uwezekano mkubwa wa kesi iliyopo katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Kwa hiyo wanadhani kwamba kukishaanza mchakato wa maridhiano kwamba watu wameamua kukaa chini na kutafuta mwafaka kwa namna fulani, inapunguza uzito wa kwamba um, serikali kwa laiti watu wangekuwa na misimamo ya kwamba wanapinga, wanataka achukuliwe wa hatua, lakini sasa wameamua kukaa chini kama taifa kwamba kuna mwafaka wa kitaifa unatafutwa, uh, kwamba haya yaliyopita yamepita na mwelekeo wa sasa wa taifa ni kusonga mbele. Kwa hiyo anatafuta taswira kinachomsumbua sana ni taswira ya kimataifa ya hili yani, kuonekana kwamba Watanzania wameamua kwa, yaliyopita yamepita na tuweze kwenda nchi iweze kwenda mbele. Nadhani mmewasikia pia baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wakitoa wito kwamba hayo yaliyopita tusamee, sasa tujenge nchi tuendelee mbele uh, makosa yamepita tuangalie upya huko tunakoelekea. Kwa hiyo hiki ni moja hiki ni moja ya vipaumbele vikubwa pia Samia katika hiyo hilo uh, swala la maridhiano na kwa hakika nalihangaikia sana liweze kutokea, na uthibitisho ni hapo juzi katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka pamoja na kukaribisha mwaka mpya, ambako akasema kuwa umbe, kipaumbele kikubwa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita kitakuwa ni hilo swala la maridhiano, ambayo amesema kuwa wananchi watashirikishwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo katika siku chache zijazo, kuna mengi ambayo tunatarajia kuyasikia. JasusiTV inaendelea kufuatilia na itakujulisha kusa. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni n